Samta sali mimi, tangu Heche alipokamatwa, binafsi sijaona tamko rasmi la jeshi la polisi likithibitisha mm. kuwa wanamshikilia Heche mm. nilichokiona ni Heche akiwa anaingia kwenye gari la jeshi la polisi kupitia mm. video, lakini pia nilichokiona kingine na kukisikia ni juu ya wanasheria wa Chadema wakithibitisha kwamba ameambiwa Heche yuko chini ya jeshi la polisi mm. na anapelekwa Sirari kule kwa ajili kuna mashtaka yamefunguliwa mm. Baada ya hapo nikaona nika jeshi la nikaona nika kwanza, mamake Heche mm. ametoka India hospitali kwenye matibabu mm. Amefika Tanzania kuanza kumtafuta ya kijana wake mm. Taarifa nilizozipata kutoka viongozi wa Chadema ambao tumeziona pia kwenye mitandao wanalalamika mm. kwamba sirali kule hayupo, yeah. Um, kama of course kitu ambacho wote wananchi tumekiona ni Heche kubebwa na watu waliovaa sare za jeshi la polisi. Mm, mimi ni waombe polisi. Mm, waje na vitu viwili, aidha wakane waliompakia Heche hawakuwa polisi. Mm, ni watu waliovaa sare za jeshi la polisi mm, au watoe wasiwasi familia mm, wasemi hichi iko wapi? Mm, lakini hecho amechukuliwa mahakamani, wanaia alitoa ushirikiano mm. hakugombana nao maskini ya Mungu mm. hakuleta ubishi, alitoa ushirikiano. Jeshi la polisi msa kimya e aas Mnaongeza wasiwasi. Nasemaga asemaga vipi? Kwenye kipindi kama hiki kuna mambo yanafanywa, mnampigisha shoti kiongozi wenu kwa sababu kama hii. Kutoa taarifa taarifa kwamba hecha tunaye sisi, yuko chini ya ulinzi, yuko salama, hawajatoa taarifa. Tunakamilisha uchunguzi, then tutampeleka wapi? Mahakamani kwa tatizo gani? Aliambiwa anaenda au? Ndio ulipata pancha? Kuna shida, iko wapi? kwa nini Uh, habari ya kwamba anapelekwa Tarime alitoa nani? Walitoa viongozi waliofuatilia iko Central sae, walivyoenda Tarime, watu wa Tarime walivyoenda kituo cha polisi, hajafika hajafika, walisema kituo gani? Hawa wakuzungumza wanasema tuwaenda Tarimu. Kwa kule vituo vya kule, vituo vya kule kuna vitu vingine, sasa mimi sijui yaani. Sijumi mko. Na unajua kwenye, kwenye, kwenye, kwenye taarifa. Ukiacha ombe hususan na feedback, kuna wakati mambo yanakuwa yanakuwa yanapalaganyika wanasema. Wanasema most of the time, kama hakuna communication, effective communication, assumption inakuja kudestroy communication hata kutoa maelezo mazuri baadaye, kama unajitetea itakiwa, eh, utoe mapema eh. nikimnukuu hayati alikuwa rais wa awamu ya, yeah. eh, ah, ya, ya tatu kama sijakosea, Benjamin William Mkapa alisema maelezo yote mazuri yanayokuja baada ya kosa unasabika ni utetezi, sababu nzuri sana kutoa maelezo, unajitetea tu, ndio ya tatu hakuna hmm. Kwa aliyezungumza kwa hiyo ingekuwa tu kama ni wepesi kabisa jamani. Kwani dadi Tarime huwa anatumia muda gani? Atakibana naona achombo kama gari achombo ashafika. Sasa hivi wanatokiwa wamefika jana eh? kwa Mkera asubuhi asubuhi pale fresh, hata kama njia nimepita nile la, labda defi. labda producer amtafute msemaji msemaji jeshi la polisi hmm, labda anajua kwa sababu mtiba um, mtiba um, atamtafuta lakini, kwenye hili kulikuwa kuna haja wao kutafutwa taharuki ta yoyote. Hii issue ya kitaifa nio, yule ni kiongozi wa kitaifa wa chama, unajua of course. na ana wafuasi wake na hata huwezi, okay. kumshikilia kama kuku babu bila kutoa taarifa kwa... hata hata kama hata hata kama angekuwa sio kiongozi wa kitaifa pia, maji yanapokuwa yamekorogeka korogeka pale, ilichukuliwa wale niona the clip kwa na uniform, uniform za jeshi la polisi pale ni mahakamani. Yeah. na... Obviously, kuna kamera za za ulinzi hata kama kutambua kwamba nani nani alimchukua, si ndio? Kuna, kuna askari. Yeah, kitu. kamera za polisi, kamera za waandishi, mpaka sura za askari zinaonekana. Mm -hmm. wao jitambulisha kwa wao ni askari. Sasa kwa nini yani hawasemi wapi alipo, yani kusema tu kwamba yuko kituo fulani au kusema yupo kituo fulani imeshindikana. Inamwambia taharuki yoyote inatokana na ombwe la mawasiliano. Future mkononi, piga kura ijenge kesho yako.